alichukua nguo yake ya ndani na akapereka huko ati, hey, nini wewe ukalala? Ati unachukuliwa boksa, unachukuliwa boksa, unarogwa kitu gani? kwani kwa ukilala huko unajua mali unaeka boksa? Ujuangi watu unalala nawa. Aletwe hapa sai sai, na nitamua huyo msichana kama ni kweli amenirogea kijana yangu, nitamuua. Heri niende jela, lakini ni kweli nimemuua. Yani, ame amerogea kijana yangu, ndo maana nisaidia ange nyumbani ndio maana tunakaa hoe hai huko nyumbani, watu wanajua kijana yangu wameenda majuu nini, si lazima Wakenya wajue, na wanaume wengi wenye wako na tabia kama hiyo makaa. Nikakupeleka maju, after that lazima ni shout, lazima ni shout, kila mtu ajue ni bibi yake. We mimi ndio nimetaka tu kwa upole, sijataka mambo mengi, nimetaka tu tuongee, tujue vile, sababu hawa watoto ni wetu na sisi kama wazazi hii mambo inatuhusu sisi. Ni vizuri kama mzazi tujue vile tunasuluhisha hii maneno. Unajua, unaweza kuuza saa hii, lakini baadaye ikakuja kakudhuru mahali tayari. Shanidhuru? itanidhuru aje tena? Ndio maana nasema kwamba, unajua hii mambo mengi uacha, nimetaka tu tuongee kuhusu kesi ambayo iko hapa. Mimi nimetafutwa na nimeitwa hapa ili nikuje kusaidia, sijakuja hapa vurugu ama kukosanisha watu, ndio maana nimeongea na kijana na nikataka pia we ukuja kama mzazi pia ukue hapa ili tuongee kwa pamoja na tujue kuna vitu umetaka tu kujulishwa, sio kupigana wala. Umetaka tu kujulishwa vitu umetaka, mimi ndo nimemwita. Sio mara ya kwanza mimi kufanya na yeye kazi hey. Amefanya hii kazi mara kadhaa na yeye yeah, yeah, ameongea na mtoto wako pale. So kwa, kuna vitu ametaka tu kujulisha zenye mtoto wako anapitia, umeelewa? Harakishe juu hata staki kujua chenye inafanyika na ule kijana angekufia tu. Hmm. Sawa, kijana huko tayari kueleza mama mambo yote, ama unataka mi mwenyewe nionge Ee, mama, vile nilikuwa nimekueleza kwamba mimi naitwa Daktari Magongo na nimekuja hapa, huyu kijana Binai amenitafuta na ameniambia daktari, kuna mahali nimefinyika, nahitaji usaidizi wako, sababu naamini mmekuwa hapa, mmekuwa kwa hii mikutano siku kadhaa ambazo zimepita na mmejakuwa na solution, ndio maana akanitafuta. Na kuhusu mambo ambayo inaendelea, nadhani unaijua, si ndio? Ushaambiwa ambiwa sasa, unaniuliza sio? Usha so ambiwa, unauliza nini? Sema chenye unasema. Naomba tu uache kiburi, sababu so, yes, utakuja kuaibika baadaye. Ni vizuri tayari nishaibika, ni nini yenye imebaki? Najua ni vizuri, mm, ni vizuri kuwa na heshima. Ni vizuri hata kama mutu ako namna gani, heshima ni kitu ya maana. Unajua heshima inakupitisha pahali hata u... Maneno heshima imetokea wapi? Maneno heshima imetokea wapi? Hala. Usiniambie maneno heshima hapa. Madaki si utulia tu daktari ya kuongeleesha. Huwezi tulia. Nashangaa nini na nini? Daktari ananiambia na wewe. Na wewe. Mmenitoa kanisa nikuje nisikie tu kama hii. Na nilikuwa na mkutano wa mama kanisani mama, namna hii huyu kijana yako kuna hali vitu ambaye anapitia, na nyinyi mnamhukumu bure kama familia. Na unajua binadamu wa kawaida huwezi jua, utaona kwamba kijana labda ni mtu ya kupenda starehe, ama kijana ni mtu ambaye ajali familia, lakini huyu kijana yako amefungwa amefungwa na nini? Na nini? amefungwa na nini? Nako sawa, shenzi. Huyu kijana vitu mingi ambaye anapitia sana, sababu amekuwa nje, ndio si ni ukweli, amekuwa nje miaka mbili na amekuja, kuna vitu ambaye imemkumba na amekuja. Ana chochote alijitakia, alijitakia hizo, akienda huko miaka mbili, si yeye alikuwa anajitakia? Mbona ka tumianga pesa sasa, ndio mnaniita nifanye shughuli zenyu. Nitulie niambiwe nini? Nitulie ni niambiwe nini? na niwende linirogea kijana yangu kwende huko, ni wewe? hakuna wewe, kitu mtaniambia hapa. Weye ndio unakaa mchawi, mchawi. mchawi. mchawi. natutuzanya mepakau Sitaki maneno ya vita, nimechoka kupigana na huyu mama mimi, nimechoka kupigana na huyu mama. Mwangalie, mwangalie, we unasema uko na pesa, unakata maskini kutushinda. Heri mini maskini lakini najua kujivaa, najua kujivaa. ni nini hizi, ni nguo gani? Unakosa heshima wewe, hata tu nijiheshimu juu ya huyu Binai. Mimi ni mama wa kanisa na maombi yangu inafanyanga kazi. Daachana no na, na wewe, wewe. Nimekuambia uachane mambo ya kubishana na watu, mimi nitaondoka hapa, okay. Nikuachie hii maneno. Mimi, eh. Mimi sipendi hii vitu ambavyo unafanya. Mimi naomba utulie tu, hii vitu ya kuanza kubishana hapa sitaki ukiendelea okay. hivi mimi na niende yes, naniende, tafadhali kusaidiwa. So ndio umetaka kusaidiwa, so tafadhali kuwa na heshima, wacha e, kuongea. Hata wakikujibu aje, achana wao. Ntaachana na naye mwenyewe, ang'ang'ane, sababu unajua kabla nitafute mimi, ilikuwa imemshinda mama. Sasa nilikuwa nakuelezea kwamba kuna msichana ambaye ako kwa kwa boma yako ambaye ameweka rangi kwa kichwa. Unamaanisha niko na msichana tu wawili? Unamaanisha msichana mgani? ya, ya maaika walikuwa nyumba naishi mmoja, lakini hao, hao, kufanya church wedding hakuna mali inaonyesha alikuwa bibi yake ni hmm, kama msichana wangu. Ndio, ungependa ungetulia tu kwanza usikie ni nini ambaye nakueleza. Usianze kuhukumu vitu kabla hata hujasikia ni nini basi uharakisha, useme sijui nini hiyo msichana. Mi najua niko tu na wasichana wawili peke yao. Wewe nataka kukusaidia. Kama unaona toka aje? Ni, na na ni ngumu na na na ni sawa sawa. Najua kama unaona ni ngumu unaweza amuka tu uende sababu mimi sijakulazimisha ukuja usikie hii maneno, na mimi nimetaka kukusaidia. Mimi sijalazimisha wewe. Mimi nilikuwa nakujua ndio nisaidie, si ndio? Tumepatana na wewe hapa leo, ana nisaidie aje? Mama mtulia, eh, si msumbue mimi. Mm, unajua mimi usione niko hivi ukanidharau, ukaona ni kama mimi labda ni muenda wazimu. Ama mimi niko sawa na akili yangu ziko sawa, na mimi kabla nifanye kitu huwa naona kwanza ndio nifanye kitu na huyu kijana yako ndio nimekuwa nimetaka ukuje hapa ili na ujue hali ambayo huyu kijana anapitia ili msimuhukumu bure. huyu kijana, huyo msichana ambaye nakuambia, ambaye alikuwa ni mpenzi wake huyu kijana alifungwa na alipelekwa Ukambani. Umejuaje? mm -hmm. Umejuaje? hiyo ni uongo. Kama kuna mtu amefunga kijana yangu, ni huyu mama, ni huyu mama ndio amefunga kijana yangu, ni huyu

Ndio maana huyu kijana amesahau familia yake na pesa mingi amekuwa akipeana kwa huyo msichana, na mwishowe huyo msichana amemgeuka vile mnaona. Na huyo msichana ako na shangazi yake ambaye ako huko Ukambani, na alichukua nguo yake ya ndani na akapereka huko ati. Hey, nini wewe, ukalala ati unachukuliwa boxer? unachukuliwa boksa, unarogwa? Kitu gani? Kwani ukilala huko unajua mali unaweka boksa? Ujuangi watu unalala na hawa? Si mtu anakuwa na nguo mbili ama tatu za kubadilisha? ah. si ati niko na moja, pengine alichukua nyingine yenye ilikuwa nimeacha kwa nyumba. Mnaniambia mnaniambia saizi, mnataka kunipadisha tu pressure. Mmejua I'm not a bad person. Pia wewe kama kuna mtu alimroga huyo Dayana pamoja na wewe. Pamoja na na vile tunaongea hivi saa hii, kijana hako kule Ukambani amewekwa kwa chupa na ndio maana an, an shikana nao msichana ujoangi kama anabudu Mungu mama shetani. Hata ma hizo vitu. Hata anabudu vitu amepaka kwa kichwa, mnadhani anabudu nani? Chanzo ya mimi kukuita hapa, nilitaka niwasaidie na wewe, vile ulikuja hapa na kiburi na nini, unajua hakuna mime... maneno ya kiburi wezi nilaumu mimi. Mi nimekuja hapa nimeshaikuona, sijui unafanana aje, ningeamini aje kitu yote unataka kusema na si huyu mama, maybe hata amekulipa pesa. Najua mama, mm. Mimi huwa nataka aje, maybe amekulipa pesa ndi ukuja utudanganishe ni Diana. Ni, ni sawa sababu unaona ni vizuri nimekuambia ujue mambo ya vile iko na hali ambaye kijana yako hako ndani mm -hmm. Ili ujue vile unasababu hey. Nimetaka niwasaidie lakini ya. Umeona kwamba unajiweza huyu kijana yako jua vile utasaidiana na ye ee sasa sababu najua nimetoka mbali, ni mbali, hauwezi ni jua mtu anaweza kusaidia namna gani. Huyu daktari anaweza wasaidia bado, hata nani, vitu zenye amepoteza zikarudi, huyu kijana wako, vitu zenye amefungwa huyu kijana wako, unasema huwa akusaidia simujiulize si mbona wa wasaidi mko mnaelezewa hapa na daktari? Naona, Binai, acha nikuambie, hata venye alienda majuu, mi nilijaribu kumconvince, nikajaribu kuongea naye, hata kama atatuma investments kwa hiyo, Diana, kwa hiyo kwa bibi yake, at least angalau, kwa sababu nyumbani hata hakuna stima, hakuna hata maji. Nyumba ni mbaya Binai, nikamwambia aje, ukienda huko. Hebu ninyamazie, maliza kuongea, funga hiyo mdomo, mdomo, mdomo nikiongea mi nikajaribu kumwambia hata kama unajua, Diana ndo tulikuwa tunajua nyumbani, hata kama utatuma investment kidogo huko kwa Diana, at least ukumbuke mali mama amekutoa eh, mali mama eh, eh, amestruggle eh, eh, na sisi tangumzae akufe. Nataka niwaulize swali mabe we na hmm, nani na, na, na Victoria kabla ya nani ya ya Derrick ajaanza kunini ku, kupush na yani ku ajajuana na nani na Diana, alikuwa anawasaidia alikuwa vizuri, he was a very hard working. Sasa, e, guy sasa, mbona mpingane kwamba sio Diana alimroga? Diana inabadilisha watu, pesa wa inabadilisha, yeah. Watu utaisikia huko nje watu wanapata pesa wanasahau familia. si ni sampuli si ni sampuli? unataka kuniambia nini? Unalala unaibiwa boxer. Imagine picha yako iko kwa chupa mahali huko. Maja. Kitu kingine ambaye ishindwe katika jina la Yesu, ishindwe ah. Kitu kingine ambaye hamjafahamu kuhusu huyo msichana huyo hmm. Msichana amekuwa akitumia huyu kijana kwa muda mrefu sana, na ni yeye ndiye alituweza kutuma huyu kijana kwa huyo msichana ili waweze kumkula pesa mm hizo. -hmm, pesa zote huyo msichana amejiekea na amejijenga sana. Nishikana na yeye, kwani una tu blame hapo? Kama nikusuluisha, msuluhishe na yeye, mi siko hapo. Hiyo rogi ni wewe peke yako, itanishika katika jina la Yesu. God forbid. Na hivyo ndio iko mama mm, na ndio maana nilitaka wewe pia ujue na ujue... boxa. Boxa mm, yeah, hali ambayo kijana yako anapitia, na nilisema na nilisema huyo msichana alikuwa anatumianga huyo kijana, nilikuwa namkanya, nilikuwa naonanga tabia huyo msichana si ya kawaida. Nilimwonanga vile huyo alisema anaenda majundo, akaanza kumkaribia kabisa, hiyo time yenyewe kuanga na kazi huku Kenya eh? Alikuwa anajifanya ako anampendanga, ukijana alikuwa naenda ku hustle uko nje, anampelekea pesa, anampelekea huyo msichana pesa kama yote eh, kama ni kununua skari, ataninulia kota nanunue kwa kina Dayana, kilo moja eh, we uko unaona hiyo, uko umeona? Sa msichana kukutumia nini, campaign ni nini hiyo? Ndio hapo msichana, si nilikutatianga ule msichana wa kina Njeri si nilikutafutia ule msichana Njeri, ule wa kanisa, ule present worship wa kanisa, ule mwenye alikwanga lakini madesi dana akiletwa oh. alikuwa sawa Binai, alikwanga sawa, sawa mara ya kwanza lakini kuna kuna time alikuwa ameanza unat, alikuwa ameanza kupenda pesa sana, anakimbiza kijana wangu, na nikamwambia nikamwambia mbele ya dada yake msichana, hebu angalie huyu msichana huyu msichana ni kama anakupeleka mbio, mbona pesa yote unapata inamuendea inaenda kwa familia yake? ushawahi mwambie kitu sshawambianamweleze hiyo ilikuwa kampeni unajua, ndio upate msichana na ile unamkatia una unalia zawadi. Sasa hiyo ndio madhe anasikia vibaya, akiona kwa kitu nyenye daktari ameongea hapa. Nani Derrick, nataka uprovie mama wako kwamba ni ukweli mulikuwa mnatumia Selina, mlikua mmeelewana na Daana kwamba mtumie Selina aukwehakuna kitumshiwatumia huyo mama, tuleta Diana hapa, hata yeye mkimuuliza, hata anajua unless yeye ndo alikuwa amenitumia na uchawi, lakini mimi hakuna no, kitu kutifanya ndo nasema hiyo saa kabla nini huyo Diana uko na kama anakutumia ngani ndio unini eh? Ndio utumike na huyu mama. Ee akokwa na namaza, shut up, shut up! Anakaa hapo mnakula pesa yake, kumbe wewe ndio unaumia na huyu mama yeah? unatumika hii side na unatumika ile side. Kwani ulikuwa mjinga aina gani? ni the hard work of the devil mother, si mimi ndio the devil side? Ndio unajua Derrick, mnataka ende umwambia aanroge venye alikuroga. Anataka vitu zangu, sasa nitamroga aje? na yuko hapa nitamwambia aje, mwite mwambie Mache, sasa, chinga, we, we, kitu iendelee. Mm-hmm. kuna venye Deana anaweza kuja hapa aletu hapa sai sai na nitamuua huyo msichana. Kama ni kweli amenirogea kijana yangu nitamuua heri niende jela, lakini ni kweli nimemuua. Yaani ameroga ame kijana yangu ndio maana nisaidia ange nyumbani ndio maana tunakaa hoe e hai huko nyumbani. Watu wanajua kijana wangu ameenda majuu. Nilishakanya huyu kijana Joyo mchana, nilikukanya masiku kukanya, nilikukanya masiku kukanya Mnaniambia nitulie, kazi gani? wanajua uchungu wenyewe nikona nkaonaju, hata wewe naweza kukuchapa, ni kama uelee uchungu. Mama naelewa, kijanangu alienda majundo akarogewa huko, lakini mama ninahangaika hapa, kumbe kijanangu alisharogwa. Hebu nitoke nitoke, sitaki kushikwa sahii, mtu asinyamazishe. Nataka mali yangu, nataka vitu zangu, sitaki kujua kama umeroga kataza kama maneno niko ndani ya chupa unitoe. Swali nini? likukatazanga masiku kukataza, akaniambia mami, ni mapenzi. Elewa hizi maneno, mimi siezi ambua, sisi ni jenzi na na mama yako unajua tu. Nikamwambia achana na huyo msichana, huyo anakaa nakutumia. Akasema mami, ni mapenzi. Maneno mapenzi yangu usingilie, mimi ni jenzi. Atuambie wangu kitu ana chenye memletea. Saa hii ana chenye memletea Tutulie, tujue vile tunasuluhisha hii maneno. kitu ile iko mimi nataka huyo msichana akuje hapa, atipitishe mbele yenu. Kama uko na hizo nguvu, kama uko na hizo nguvu yenye unaniambia ulimwona akiwa kwa chupa, mlete huyo msichana hapa sahii, mlete hapa huyo msichana sahi jutene, nitamfanyia mtapenda, hamtapenda Yeah, so leo, daktari daktari, si atutaki tupigie Diana simu maadhi anataka amini kwamba kuna hizo ni niamini, ni amini. Kama wewe ni daktari wa kawaida, umlete hapa hizi saizi, tumia hizo vitu zako zenye unatumia, nakuja kuniaibisha kwa kwa kila mtu, kumbe lirogwangwa na hata tukua tunajua. Nilikukatazanga jhuyo msichana, ukaachana na huyo msichana, na kashikana tena na huyu mama.